Bondia wa ngumi za kulipwa kutoka Tabora Abdull Zugo ameingia kambini rasmi kwa maandalizi ya mchuano wa kusisimua mkanda wa ubingwa wa dunia WPBF utakaozikutanisha ngumi za Afrika na Asia katika ulingo mmoja tarehe 23 Agosti mwaka huu. Bondia nyota kutoka Tabora, Abdul Zugo atavana na Meja Kumar kutoka India katika pambano la mkanda wa ubingwa wa dunia WPBF la mizunguko kumi na mbili litakalofanyika hapa mkoani Tabora ambapo Zugo, akizungumza mara baada ya mazoezi ya awali, ameelezea hali ya maandalizi yake na kuahidi kuendeleza ubabe wake ulingoni kwa kuwamaliza wapinzani wake kwa KO. Mechi zangu zote ambazo nimekuwa chini ya usimamizi wa meneja wangu wameona matokeo, tokea nimeanzia kule nchini Ghana watu wameona maajabu yaliyofanyika lakini pia mechi za Dar es Salaam ya Tanga watu wameona mechi za raundi kumi, raundi kumi na mbili, watu wanakuwa wamalizi. Sasa kwa mechi hii pia nataka nifanye kitu kizuri zaidi, ambacho kwa Tanzania watu wafurahi, sio tu KO, pia watu waone burudani kwamba hajua a, nimejiandaa. Wana Tabora nawaambia kwamba wajiandae kuja kuona ngumi nzuri kutoka mkoani Tabora nyuki wao, nipo hapa nishajiandaa vizuri, wasubiri kuona mtu akipata manundu na asari. Katika kuhakikisha bondia huyo anakuwa na tenki la kutosha litakalohifadhi upepo wa kumfikisha mizunguko kumi na mbili, kocha wa Zugo amesema programu ya mazoezi ya mchezaji wake imepangwa kwa weledi mkubwa, ikianza na mafunzo ya stamina na pumzi ndani ya maji kabla ya kuhamia mazoezi ya kasi na nguvu kwenye ardhi kavu, kwa sababu ukenda nje halafu ukitegemea mmalize majaji wakae mezani hamna, hata siku moja mtu akakaa akasema bondia wangu ndo kapigwa hakuna kama sema mgeni ndio atakuwa kapigwa. Kwa hiyo sisi kuepukana na hayo, mchezo tunaumaliza mapema na kwenda kucheza raundi ya 12, lakini nataka bondia raundi ya pili mchezo umekwisha sana, sana, sana, kwa, sana, kwa sababu simfundishi kupigana, namfundisha kupiga. Mashabiki wa mchezo huo kutoka mjini Tabora na hawajabaki nyuma, kutoka katika mitaa ya Cheyo, Gongoni hadi Ipuli wamejitokeza katika uwanja wa mazoezi na mara baada ya kuridhishwa na kiwango cha mazoezi ambacho amekionyesha bondia Zugo, wameeleza imani yao Mi nataka nimwambie kabisa ule mhindi sio, masongi mwisho Bombei. Yaani hapa Tabora nyuki faita, yaani kaya kanyaga na mbuzi kafia kwa muuza supu, yaani hapa hatoki mi Zugo namwamini na hata na niangusha, mi kitanda changu sofa. Mi nataka niwaikulala bwana, mi nataka niwaikulala. Oya Zugo, usiniangushe kama kawaida, huyo mtoto atoki na hapa. Hakuna Wahindi wa kuimba masongi huku, si tunang'ata tu alafu nyuki, tunarudi na asali zetu. Oya mwelekeze huyo, oya, mwindi, oya, oya, oya, oya, ngumi jeti huku inasafiri sawa. Jebu inasafiri muhindi ajipange. Hey, hey. Katika rekodi, Meja Kumar amecheza michezo tisa tangu Novemba 2023 hadi Mei 2025 akishinda michezo mitano na kupoteza michezo minne, rekodi ambayo haimpi upenyo mkubwa dhidi ya mpinzani wake wa Kitanzania Abdull Zugo, ambaye hadi sasa ana rekodi ya michezo 18 huku akiwa ameshinda michezo kumi na tatu kwa KO, sare mbili, na amepoteza mchezo mmoja tu, rekodi ambayo imeweka jina lake kwenye rada za mashirikisho ya kimataifa. Nikiripoti kutokea mkoani Tabora, mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital pale YouTube, lakini Instagram tukifahamika kama Habari Leo underscore TZ. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike. Endelea pia kutufuatilia kila wakati katika mitandao yetu hiyo ya kijamii, lakini pia usiache kufollow account.